Fedha hizi asilimia kubwa ya fedha imeelekeza GST kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina na kuboresha huduma za GST ikiwemo huduma za kimaabara. Kwenye fedha hizi inakwenda kujengwa state of the art geoscientific laboratory pale Dodoma, ambayo itakuwa ina uwezo wa kuhudumia na kutoa huduma kwa Watanzania na wasio Watanzania, makampuni yote hapa nchini, na lengo letu ni kuifanya GST kuwa kitovu cha utoaji huduma bora za kimaabara Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Pia hivi sasa tupo katika makubaliano na wenzetu wa taasisi ya jiolojia kutoka nchini Finland GTK ambao wameonyesha utayari wa kuweza kuwajengea uwezo wa watu wetu, uwezo wa kimaarifa, ili waweze kufanya kazi hii kwa tija kubwa. Sambamba na hiyo pia, tutakwenda katika kununua vifaa vya kisasa na vyenye ubora, ili tuweze kutoa huduma kwa Watanzania, lakini pia itajengwa maabara nyingine katika mkoa wa kimadini wa Geita na mkoa wa kimadini wa Chunya kwa ajili ya kusogeza huduma hizi kwa